Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu karibu tena mpenzi mtazamaji katika mfululizo wa vipindi vyetu vyajifunze Qur'ani kwa njia nyepesi. Na leo katika kipindi hichi chajifunze Qur'ani kwa njia nyepesi utakuwa nami Ali Muhammad bin Abi Bakari. Nimekuandalia somo la ishirini na tano, somo ambalo ni mfululizo wa kusoma ile alama ambayo tumeita sukun au sekna. Kama utakumbuka ni somo la tatu mfululizo, tangu tulipoanza somo la ishirini na tatu tulisoma sukun au sekna kwa namna fulani, lakini na somo letu la ishirini na nne pia tulisoma sukun vile vile, tukaileta na herufi katika mtindo mwingine. Na leo pia tumekuletea hile hile sukun au sekna katika mtindo e, mwingine kabisa katika herufi. Lengo ni nini? Lengo letu ni kukufanya wewe uweze kuifahamu alama hii ya sekna e, au sukun au sakna, matumizi yake katika herufi za Kiarabu na katika Qur'ani vile vile, kwa sababu katika alama hii kuna aina fulani ya ugumu, na ndio maana tumekariri darasa la sukun kwa mara tatu eh, au yaweza kuwa na zaidi pia. Basi moja kwa moja tuingie katika somo letu la leo ambalo tutaanza kusoma kwa herufi hizi za alfabeti ya Kiarabu na kisha tutakuja kuunga maneno yenye kuleta maana kwa kutumia hii hii sukuni na herufi. Penzi mtazamaji, tuungane pamoja nitakaposoma na wewe unifuatie kwa kusoma kwa sauti. Namba moja i

Why? waw fatha wa ye sik nai wai namba nne he hai hai he fatha ha ha ye sik nai hai ha, hai yai yai yai ye fathaya ya ye sik nai yai yai. Benzi mtazamaji baada ya kusoma alfabeti hizi za Kiarabu e, na kuitumia alama ya sakna au sukun, basi ebu tuende moja kwa moja katika kuziunganisha hizi herufi, na tukitumia alama hiyo hiyo ya sukun au sakna ili tuweze kupata neno moja lenye kuleta maana. Namba tano. Tuendelee kusoma pamoja, nikiwa nasoma na wewe, nifuatilie kwa sauti. Namba tano tuna neno aina hili hapa, aina, tuna baiti, tuna haithu, tuna khairun, tuna bida bidainin bidainin. Tuangalie neno aina, aina limetengenezwa na herufi tatu alif, ye na nun. Alif fathaa, ye siknai, ai. Nun fathana, aina. Tuna neno baiti, Baiti limetengenezwa na herufi tatu b ye na te. be fathaba ye seknei bai t kasarati baiti, baiti. Tuna neno haithu. Haithu limetengenezwa na herufi tatu kuna he kuna ye kuna the. he fathaha, ye seknai Hai, fe, dhamma, thu, hai, thu, hai, thu. Khairun, tuna neno khairun. Khairun limetengenezwa na herufi tatu, kuna khe, kuna ye, kuna re. Khe fatha kha, ye siknai khai, re dhammataini run, khairun, khairun. tuna neno bidainin. Bidainin limetengenezwa kwa herufi nne herufi nne kuna be kuna dal kuna ye kuna nun be kasrabi dalfathada bida yeseknai bidai bi dai nun kasrataini nin, bidai nin. namba sita namba sita tuna maneno quraishun kuna neno shayun kuna saifi kuna dhaifi. Tutizame neno quraishun quraishun imetengenezwa kwa herufi nne kuna qaf kuna re kuna ye kuna shin. Qaf dhamma qu re fatha ra qu ra qu ra ye siknai qurai qurai shin dhamma tin shun qurai shun. E, tuna neno shayun shayun limetengenezwa kwa herufi tatu kuna shin kuna ye kuna hamza shin fatha sha ye siknai shai hamza dhammateni un, shai un, shai un. Tuna neno swaifi saifi limetengenezwa kwa herufi tatu ya kwanza ni swad, kuna ye kuna fe swad fatha sa ye siknai sai fe kasra fi swaifi swaifi. Tuna neno dhaifi dhaifi, limetengenezwa kwa herufi tatu. Kuna dhad kuna dhad dhad, kuna ya kuna fa. Dhad fatha dha, ya sikinai dhai, fa kasra fi, dhaifi dhaifi. E, dhaifi kwa maana ya mgeni. Naam, namba sita namba sita, tuna maneno kama tairan, ainun ghaira Dan laita maitanam. Tuangalie neno tairan. Tairan limetengenezwa kwa herufi nne, kuna t kuna y kuna re kuna alif. T fatha ye siknai toi re fathateni ran tairan. Alif madda amesema kazi yake kuvuta, tasoma tir kuna neno ainun, ainun, limetengenezwa kwa herufi tatu: aini, ye na nuni. Ain fatha ha ye sakinah ai nun dhammatain nun ainun. Ainun ni jicho. Kuna neno ghaira, ghaira, limetengenezwa kwa herufi tatu: kuna ghain kuna ye kuna ra. Ghain fatha ha ye sakinah ghai ra fatha ra ghai ra. Tuna neno kaida, kaida limetengenezwa kwa herufi nne, kuna kaf kuna ye kuna dal kuna alif, kaf fathaka ye siknai kai dal fathateni dan kaidan, alif madda kaida, alif madda kazi yake kuvuta kidogo. Tuna neno laita, laita Laita laita limetengenezwa na herufi tatu e, kuna lam kuna ye kuna nati. lam lam fathala ye siknai lai te fathata laita, laita. Kuna neno maitan, maitan, maitan limetengenezwa kwa herufi nne kuna mim kuna ye kuna te na alif min fathama yesik nai mai ta fathateni tan mai tan, alif madda maita maita eh, alif madda kazi yake kuvuta kidogo. Maita namba nane. Namba nane, tuna maneno kama wailun, wailun, haita haita dhaiqin raiba na laisa laisa Tuangalie neno wailun, wailun. Eh, wailun limetengenezwa na maneno matatu: wau, ye na lam. Wau fatha wa, ye sakina wa, hi lam dhammatin lun, wailun, wailun. Haita, haita. Neno hili limetengenezwa kwa herufi tatu: he, ye na te. He fatha ha ye siknai, hai ti fatha ta, hai ta, hai ta. Tuna neno dhaiqin, dhaiqin limetengenezwa kwa herufi tatu, kuna dhad, kuna ye, kuna qaf. Dhad fatha dha, ye siknai dhi, qaf kasrateni qin, dhaiqin, dhaiqin. Tuna neno raiba, raiba limetengenezwa kwa herufi tatu, re ye na nabe re fatha ra ye siknai rai. Be fathaba rai ba b raiba. Na mwisho kabisa tuna neno laisa. Laisa limetengenezwa kwa herufi tatu, e, lam ye nasin lam fathala ye siknai lai sin fatha sa laisa. Na mpenzi mtaza maji, eh, niendelee tu kukusisitiza kuandika ni muhimu kuwa na kalamu yako pembeni na daftari, andika somo lako vizuri kabisa kwa mpangilio unaopendeza, na wakati ukiwa unaandika, unatamka kwa sauti kila herufi unayoiandika. Lakini niendelee kukusisitiza uwe na tabia ya kurudia rudia kutazama video yako, ili uweze kulifahamu somo kwa uzuri zaidi. Vile vile usiache kuungana nasi katika vipindi vya wiki ijayo vyajifunze Qur'ani kwa njia nyepesi. Ulikuwa nami Ali Muhammad bin Abi Bakari, endelea kuwa nasi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa.